Siku moja niliweza kumtembelea babu yangu nyumbani kwake. Babu yangu alikuwa mtu maarufu hapo mtaani, alikuwa anaitwa Jumapea. Babu yangu alikuwa ni mjumbe wa nyumba kumi hapo mtaani anapoishi, na kama tunavyojua wajumbe wa nyumba kumi wanavyokuwa, kesi mbalimbali mbali, matatizo mbalimbali mbali katika jamii inayomzunguka lazima aletewe. Siku hiyo nilioenda mimi ilikuwa ni kama bahati vile ya kushuhudia mkasa huu. Nilimkuta mama mmoja akimweleza babu: Mzee Pea, Mzee Pea, nimekuja kwako na shida. Mzee, naomba uenda kuongea ndugu zangu, nimechoka kufanyiwa ubaya, maana hakuna hata siku moja ambayo niliwahi mimi kuwafanyia ubaya, lakini kwenye hili mzee, moyo wangu umekuwa mweusi. Naomba mzee ukaongee nao, waambie kuwa binti yao nimechoka manyanyaso, nimechoka kufanyiwa baya, ingalikuwa mimi nawafanyia wema. Baada ya mama huyo kusema shida zake, babu akamjibu, nimekusikia kwa makini na nimekuelewa vizuri. Naomba nikushauri kitu kimoja, zidi kuwafanyia wema, haijalishi wanakufanyia ubaya ya kiasi gani, usichoke, kwa sababu wema analipa Mwenyezi Mungu na ubaya analipa Mwenyezi Mungu. Haijalishi wanakufanyia mabaya ya kiasi gani, lakini wewe tegemea malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo sasa, nenda kazidishe wema kwenye huo wema. Ipo siku watakuja kujua umuhimu wako kwenye maisha yao. Hapo sasa ndipo watakuona wewe wa thamani na kukuomba msamaha, uwasamehe kwa makosa waliofanya huko nyuma. Basi mama yule, baada ya kuambiwa hivyo, aliweza kwenda, lakini mimi nikawa najiuliza maswali, nikasema hapana, lazima niweze kumuuliza babu. Ilibidi niweze kumsogelea babu kwa karibu na kumuuliza babu, hivi ni binadamu gani anayeweza kuvumilia kufanyiwa mabaya ingalikuwa yeye anawafanyia mazuri? Binafsi majibu ambayo yule mjibu yule mama sikuweza kupendezwa nayo kwa sababu nilikuwa nategemea kwamba nitakuja kuongea na hao ndugu zako, lakini babu uliweza kumjibu tofauti. Baada ya kusema hayo, babu akabaki na cheka tu. Baada ya kumaliza kucheka, babu akaniambia, mjukuu wangu, lazima utumie busara na hekima kumwelimisha mtu. Nikamwambia babu sawa, babu busara na hekima itatumika, lakini ulivyomjibu ni sawa. Babu akanyambia, subiri, ni kusimulia hadithi hii. Siku moja Abu Laila radhiallahu anhu amesimulia, kuna mtu mmoja alisema, ewe Rasulullah, nina jamaa ambao ninajaribu kuungana nao, lakini wao wanaokata uhusiano nami. Ninawafanyia wema lakini wananifanyia ubaya, ninawavumilia upotovu wao na wao wananifanyia matendo ya kijini. Rasulullah salallahu alaihi wasallam wakasema, kama huko hivyo unavyosema, ni kama kwamba unawarushia jivu lililo motoni nyusoni mwao, na kama na utaendelea kupata msaada zidi yao kutoka kwa Allah muda wote utakaoendelea kudumu kwenye mambo hayo. Mjukuu wangu, hapa Mwenyezi Mungu alimaanisha kwamba hata kama ndugu na jamaa na marafiki wanakufanyia ubaya, lakini usilipizi ubaya, wezidi kutenda mema tu, kwani Mwenyezi Mungu ameamrisha. Lakini kwenye dunia yetu hii ya leo, mtu akikufanyia ubaya, basi na wewe utataka kumlipizia ubaya, ingalikuwa dini imekataa. Mjukuu wangu, na ndo maana nikaweza kumjibu vile kwamba aendelee kuwafanyia wema, licha ya kwamba anafanyiwa baya. Ilinichukua kama dakika tano na kutafakari ile hadithi ambayo babu amenisimulia. Kikweli, maneno yale mazito kutoka kwa Mwenyezi Mungu iliweza kunyingia kichwani. Nikaombea babu, sikuweza kujua hili, naomba unisamehe. Kweli nimeamini kwenye vichwa vya watu vilivyosoma kuna busara, hekima, miyamini, wa sumungu, basi, kuna busara na hekima ambayo zimetawala m kweli. Nimeamini, babu, kwenye vichwa vya watu ambao wamesoma dini ya Mwenyezi Mungu, basi kuna ufalme wa busara na hekima zimejificha ndani mwao. Babu, nitajifunza kuanzia leo. Nitatenda wema ingalikuwa nitafanyiwa baya na sitotegemea kulipiwa wema ambao nilofanya kwani takuwa na imani thabiti ya kutegemea malipo ya wema wangu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Babu, asante.